Karibu tena. Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayosababisha kiangazi kikali na mafuriko, wakulima wengi katika maeneo ya Lamu, Tana River na Kilifi hukadiria hasara kubwa. Wakulima hao sasa hivi wamekumbatia kilimo cha unyunyiziaji maji kama njia moja ya kukabiliana na janga la ukame, kama anavyotueleza Abdulrahman Hassan. Katika kijiji cha Jima wadi ya Witu jamii ya Aweru waliokuwa wakitegemea sana uvunaji wa asali wameathirika kwa kiasi kikubwa kutokana na operesheni ya Amani Boni iliyoanza miaka kumi na nne iliyopita. Hali hii iliwalazimu kuingilia kilimo kwa ushirikiano na shirika la Msalaba Mwekundu. Wakazi hao walipata mafunzo ya kilimo na mbinu za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Sisi shida ambayo imetupata ni shida ya ukame ukame imetupata kweli kweli, na mahindi tumepanda mara mbili. Kulikuwa na shirika ilikuwa kutusaidia ya hedi korosi, sasa saa hii wasituache kazi yetu ndio kulima na kutafuta asali, na mvua hakuna, na hiyo yote huenda. Na mvua iko moja moja, tumeona mahindi inatoka, hiyo ndio tuna matumaini kidogo ikiwa itanyesha mvua. Katika kaunti ya Tana River, wakazi wa kijiji cha Matanya, wadi ya Chewani, hukadiria hasara kila mwaka kutokana na mafuriko na kiangazi kikali ambacho hunyausha mimea. Kikundi cha Rising Star kimeanzisha kilimo cha unyunyizaji maji katika shamba la ekari kumi ambalo ni tegemeo lao kwa sasa. Aidha, serikali ya kaunti imetenga ekari kumi na tatu ili kujenga sehemu ya kupambana na majanga. Sisi kama hatuzungumzii kiangazi, tunazungumzia ya mafuriko, miaka nenda miaka rudi. Uh, jamii nyingi za Tana River, kama tujuavyo, zinakaa kule mtoni, maeneo ambayo yako prone uh whenever floods occur Red Cross hivi sasa wakiweka um, hii hub ambayo wanaweka hapa itakuwa sasa imeongezea ile effort ambayo kaunti inafanya. Shirika la Msalaba Mwekundu limeadhimisha miaka 60 ya huduma kwa jamii huku wito ukitolewa kwa wananchi kukumbatia uhifadhi wa mazingira ili kukabiliana na makali ya mabadiliko ya tabia nchi. Ukame ukija unatuchapa, mafuriko yakija yanatuchapa. Climate change imetuhathiri sana vikubwa. Hata ile joto nayo ni lingi sana, hata pia kwa asia zetu. The 60 years ile tunaweza kusema tunajivunia kama Kenya Red Cross, ni kuna mambo mingi tumefanya. Ukiona maneno ya floods across the country, hiyo eh, ni moja wao ya ale mambo tumefanya wakati wa drought eh, haswa kwa sehemu nyingi kwa hii nje ya Kenya tumeweza kufanya mambo mingi kusaidia wananchi kuonekana kwamba wamesaidika kufata, kupata chakula na vilevile during disasters across the countries, uh, for these 60 years, we've been able to support, uh, all, uh, our, our, our communities. Huku shirika la Msalaba Mwekundu likiadhimisha miaka 60 ya huduma kwa binadamu, wakazi wametakiwa kukumbatia uhifadhi wa mazingira ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Abdurrahman Hassan runinga Citizen, Kaunti ya Kilifi.